Kitabu cha Mwanzo 47 ile 6 bibi, nchi ya Misri iko mbele yako, palipopema pa nchi, wakalishe baba yako na ndugu zako, na wakae katika nchi ya Gosheni. Tena ukijua ya kuwa wako watu hodari miongoni mwao, uwaweke wawe wakuu wa wanyama wangu. Kumbuka Jumapili, uh, Jumapili tutaenda kujifunza juu ya Farao spiriti, lo ya Farao na vile inavyotenda kazi. Biblia anasema Farao anamwambia Yusuf ya kwamba ataweka ndugu zake katika nchi ya Gosheni, lakini anamwingiza Yusuf kwenye mtego, anasema kwamba walio hodari awachague na kuwateua wasimamie mifugo yake. Tunapoongea au roho ya Farao ni roho ambayo inatumia hekima nyingi na akili nyingi sana kuwatawala watu, unaweza ukapewa kidogo, lakini katika kupewa kidogo kuna kitu anakitafuta, nakitafuta. Farao aliruhusu Waisraeli waingie nchini Misri na akae Gosheni lakini Farao japokuwa alikaa Gosheni alikuwa naangalia kwa namna gani atafaidika kupitia hawa Waisraeli wa, wa. Tunagundua leo kuna watu ambao unaweza ukapewa nafasi ya kazi au ukapewa kitu fulani, lakini yule anayekupea ndani yake kuna hila anatafuta namna gani ya kukutawala, na wewe unatawaliwa pasipo kujua. Watu wengi wanatawaliwa, wako utumwani, wamefungwa, lakini wao wanaona kwamba ni kawaida, lakini kumbe wametawaliwa. Biblia nasema Farao aliruhusu ndugu zake na Yusufu aingie Misri, lakini akasema katika ndugu zake na Yusufu, tafuta walio hodari. Kumbuka roho ya Farao haitafuti watu dhaifu, inatafuta watu walio hodari ili watawale. So Jumapili tutaenda kudini na roho ya Farao ambayo imewafunga watu kuna, hodari, kuna watu wengi hodari ambao wameshikilia roho ya Farao, kuna watu wengi ambao hodari wamefungwa na roho ya Farao. Jumapili hii tutaenda kushughulika na hizo roho na kuwafungua watu na kuwatoa kwenye vifungo mbalimbali na Mungu akubariki. Kumbuka ni Jumapili, usipange kukosa, ni ibada isiyo ya kawaida ambayo tunaenda kufunga watu kutoka kwenye vifungo na mila za Farao. Mungu akubariki. Shalom, shalom, tukutane Jumapili.